Mgomo wa wahadhiri unaendelea kutokota, huku Wizara ya Elimu na wahadhiri wa vyuo wa vikuu wakiendelea kukwaruzana kuhusu malipo. Wizara inasisitiza kuwa serikali inadaiwa tu shilingi milioni 624 kutoka kwa makubaliano ya mwaka 2017-2021. Wahadhiri nao wakisema wanadai serikali shilingi bilioni 7 na laki tisa. Mvutano huu unatishia kuacha wanafunzi kubeba mzigo mzito. Ben Kirui anatueleza zaidi. Mgomo wa kitaifa wa wahadhiri umeingia wiki ya tatu bila dalili za kutatuliwa, huku Wizara ya Elimu na wahadhiri wa vyuo vikuu wakiendelea na vuta ni kuvute kuhusu malipo ya mabilioni ya pesa The

Sehemu kubwa ya deni hilo tayari limelipwa kupitia awamu tatu: shilingi bilioni 4.3 zilizotolewa katika kipindi cha Oktoba mwaka wa 2024 hadi Juni mwaka wa 2025; shilingi bilioni 2.73 zilizotengewa mwaka wa kifedha wa 2025-2026; na, na, na shilingi bilioni 2.73 zilizopangiwa mwaka wa kifedha wa 2026-2027 ambazo zitalipwa kama ilivyoratibiwa mwaka ujao. Wizara ya elimu inasema madai ya wahadhiri tayari yametimizwa kwa kiwango kikubwa, lakini wahadhiri wamepinga vikali, wakitaka serikali kutoa rekodi rasmi ya malipo. You Mzozo huo umevuruga masomo katika vyuo vikuu vya umma, maelfu ya wanafunzi sasa wakiwa taabani. Baadhi yao wametishia kujiunga na mgomo iwapo mvutano hautatatuliwa haraka. <muchas> Huku mvutano huu ukiendelea bila suluhu, maswali chungu nzima yanaibuka. Je, ni vipi vyuo vyetu ambavyo vimesifiwa kuwa vya umahiri vimegeuka viwanja vya migogoro? Na je, hali ya wanafunzi wasio na hatia na ambao wamelazimika kubeba mzigo wa migogoro hii itakuwaje? Ben Kiroi, runinga ya Citizen, Nairobi.